Danganya watu ndugu yangu, mtu amekauka, ameka bando lake, mfumo hamna yani. Ang anacheza timu, ina mfumo tusimalize, ni kweli, lakini sasa, mfumo hamna. Kama mfumo unatokea huko mbele, sawa. Wewe niambie, haya, we unajua mpira? Wewe unajua mpira? Unajua mpira, mzee Amida? Mfumo gani umeona leo? Funga vingapi wewe? kama haya, mfumo eh, ngapi? ngapi amecheza? ni wawili wawili wana muda pale Tia vyu, ah, muda, by nature ni kiungo ah, msambazaji pale kama namba nane sio, lakini kocha amemtumia kama namba 10 as a playmaker lii muraas amecheza hilo akakufurahisha anacheza, lakini bado hayuko quick, hawezi kupiga penetration passes hakupi zile key passes na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuweka viungo watatu kwenye mechi kama hii mwenyewe anajinyima, aaaau hapa Yanga ndio timu yenye wachezaji bora, ameshatoa kusema kuliko timu yoyote kwenye ligi bro. Yule Celestine kwa wewe unamwona, mchukulia poa poa wewe. Akawa timu yake ya Chad alifunga dhidi ya Black Stars gola mbali mno. Hata kwa Yanga alifanya balaa zito, una mtu kama Balakonte ameshakuwa underrated. Sasa hivi una mtu kama Dumbia yule pale, una mtu kama Lasine Kone. So wewe mwenyewe kocha anapaswa kujua. Kwa sasa aende na mfumo uliokuwepo mwanzo au aanze kuinject vya kwake. Vya kwake vimekata. Sasa hivi atumie ule uliopo. Aanze kutumia ule mfumo uliopo. Alafu aanze kuingiza vile kwa taratibu ili awape raha wananchi. Wananchi hawana stress, hawapendi stress. Na wanaje vumilivu wale? Hii haiwezi kuwa kama ni kichaka chake ambacho anakitumia, mpinzani akija ajue anaanza na nani. Kipindi cha pili, kwamba kipindi cha pili ndampasua. Eh. Sasa hiyo taratibu gani? Watu wanataka stare mwanzo mwisho kaka. Wewe ukienda disco au ukienda club unataka usikie nyimbo gani za kusinzia sinzia? Mwanzo mwisho ni vibe, kwa sababu nimetoa pesa yangu, nimelipia kinywaji, nasubiria burudani. Sasa hey, na hey, nawasapoti eh, lakini naangalia kwamba ana wachezaji au hana Brother, kocha mzuri unamuona kwenye mechi ya kwanza ya kocha mpira kuona unatengeneza selection ya kikosi, ya kikosi chako wachezaji ambao hawakupi kile ambacho unakihitaji. Lazima kwanza utengeneze ile base utengeze squad strong squad alafu wengine utaanza kuingiza baadaye. Kwanza lazima wape watu, watu mpira mzuri burudani. Kipindi cha pili unaanza kutia selesile eh, kuwa sijui, eh, boeli sijui dumbia sijui nani. Lakini anza na wale mkwazo waliokuwa nao ambao watakupa matokeo. Hicho ndio chukuta ambacho watu wanataka kusikia. Nimezungumza na, na Yanga wengi pale wanasema kwamba wanatabiria makubwa sana, hii kufika mbali, wanatabiria makubwa ingawa hazifika mbali. Wewe unaionaje, kama kocha atabadilika au eh mchezaji, kwa sababu ana mifumo zaidi ya mitatu. 4-4-2-1 ndio mfumo wake mama mpaka mm. Sasa hivi hakuna mfumo mpaka sasa, sasa sasa, eh eh, hakuna mfumo kwa kwa hiyo hivi kukumbuka au ambali, au kwenda kwenda kwenye kwenye makaratasi kuangalia video zilizopita mm. alikuwa alikuwa afanya afanya afanya nini, yeah. eh, sida nini nini nini? Nimeingia mimi kufanya. Alafu mbaya zaidi watu wa elewe. Huyu kocha hajawaihi kufundisha timu kubwa kama Yanga kama kocha mkuu. Hajawahi. Hajawaihi mwenzake Sredojevic alikuja akaprove ile kwamba naye pia alitoa ile timu kawaida, ila akaprove ile. Lakini yeye ameanza kuonyesha watu kwamba huyu kocha kama anataka kupelea pelea kwenye hii klabu kubwa ya Yanga, alafu Yanga ni timu ambayo ina uvumilivu, lazima akubali kwamba ana wachezaji bora, wachezaji wazuri, atumie kwanza wale wachezaji bora alionao, kuwapa watu mpira mzuri matokeo tutayapata baadaye. Tunajua tu tutawalainisha watu, tutawafunga. Lakini sasa kama tutakufunga, alafu ndio mpira mzuri, watu wanaondoka wamesonya. Haya, hebu niambie sasa, bigano yanga leo anafurahi hapo? Baadhi yao wanafurahi chache, lakini naona dada hapa analia. Si alikwepo hapo wakati hana raha, timu ya simba ana raha. Ni dada tu ambaye, by the way, mpira sio kama anajua hivyo, lakini hafurahi ha, hata wao wenyewe yanga wanajua hawafurahi kwao lazima ufike muda mwenyewe kocha achanganye haraka haraka, achanganye ngongoti haraka haraka ili aweze kutengeneza timu <tutuweza> sana ilio bora pamoja sana.